Matamko, matamko yanafutika, kapuga ramaza. Ondoa matamko, ondoa matamko ya kifungo, kifungo cha akili. Geuza matamko, funguliwa akili, fungo fungo, fungo akili, funguo pamwake, funguo pamwake. Baba, namwamrisha huyo ambaye amefunika, chinja huyo, nafsi huyo, nafsi aliyefunika, tegereza kwa moto, tegereza kwa moto. Umesema nikuomba wewe <coughs> <coughs> niye mmeshamaliza na kuomba toa akili, fungua akili, fungua akili, fungua akili, fungua fahamu, fungua fahamu, ufahamu wake na watoto wake, toa kwenye ardhi, toa kwenye ardhi, toa kwenye ardhi, kulitamka maneno juu ya huyu na watoto wake na mume wake, mume wafunga, toa maneno ma, ma, toa yote, toa yote. Ninaiamuru hiyo nafsi ambayo inaitwa ardhi imemeza akili ya huyu na watoto wake na mume wake, kapiga hiyo ardhi. Tabika, tabika, tabika, tabika, tabika, tabika, tabika. Tabika akili, tabika akili, tabisha akili, tabisha akili ya huyu baba, wamemlisha kitu ambacho wakatamka kwamba kama anavyomeza hakitawahi kurudi. Na geuza maneno, geuka wewe maneno haya eh. Toka! Toka ewe nyoka, nyoka unaishi kwenye kichuguu, nyoka Tapika, Tapika, Tapika! Huyu na mgeuza, aliingia hivi, atoke kwa hivi! Atoka! Aya, toka! Toka! Fanya raga! Fanya raga! Malaika, geuza, geuza atoke atoke! Geuza atoke! Hey. Mgeuza, toke! Ngeuza toke! Hiyo mauti na iondoa! Toka we mauti! Mauti uliyoingia! Mauti uliyoingia! Mauti uliyoingia na kutoa! Mauti uliyoingia na kutoa! Mauti na kutoa! Mauti na kutoa! Mauti na kugeuza! Toka. Eh, kuanzia leo hamtamshika tena. Kuanzia leo hamtamshika tena. Baba nafanya vita huko Arusha. Nafanya vita huko Arusha. Nafanya vita huko Arusha. Arusha Meru. Arusha mlima wa Meru. Arusha mlima wa Meru. Geuza hilo agano. Geuza hilo pindo. Geuza hilo tamko. Geuza hilo tamko. Tamka kinyume. Kinyume, kinyume, kinyume, kinyume, kinyume. Kinyume. Alitabige, alitabige, alitabige, alitabige. Linaondoka, linageuzwa, linaondoka. Geuza. Utai kutoa. Eh? Utai kutoa. Eh? Utai kutoa. Toa mara moja. Shika hapo tumbo litoke. Eh. Shika. Baba kama lilivyoingia kinywani mwake linatokea kinywani. Linatoka kiroho. Linatoka kiroho. Eh, toa kiroho, anatolewa kiroho, tema tema, tema tema, toke, toke. Akili ya huyu iko, akili ya watoto wake zipo, toa, toa, toa, toa, toa Baba, ninaamrisha kwenye tumbo lake nguvu isiyo ya kawaida ingie kwenye tumbo Hili ni agano linalomfanya awe hivi, awezi kuwa na maisha. Amefungwa akili, akili za elimu, akili za kwake za biashara, amefungwa kila mahali na matamko na waliosimamia matamko ni wakubwa. Baba, na waendea wakubwa milimani, na waendea wakubwa chini ya bahari, na waendea wakubwa chini ya maji, na waendea wakubwa chini ya maji, toka. Hautai kutoa. Eh? Hautai kutoa. Eh? Eh? Nani? Yeye nani? Eh? Nani nauliza, akili zako utai kutoa

Anatoka anatoka saa ngapi? Mlimlisha nini? Mlimlisha nini? Mlimlisha nini? Mlimlisha nini? Mlimlisha nini? Nini? Nini? Nini? Nini? Mlimlisha mlimlisha nini? Misha nyoka eh. Kwa hiyo nyoka alivyoingia hamtaki atokea huko alikoingia. Baba anatoka kinyume nyume hivyo hivyo. Anatoka kinyume nyume hivyo hivyo. Unaondolewa kinyume nyume hivyo hivyo. Nyoka anatoka. Nyoka wa uganga. Nyoka wa kichawi. Nyoka wa uchawi. Ana wanataka huyo awe mchawi badala ya kuwa mwanawaombi awe wa kichawi aweana roga awana roga. Eh, nyoka anatoka kinyume nyume, anatoka huyo nyoka kinyume nyume anatemwa huyo nyoga kinyume nyume. Anatemwa huyo nyoga kinyume nyume. Anatoka huyo nyoga kinyume, kinyume nyume, toka kinyume nyume, anatoka anatoka anatoka anatoka anatoka anatoka. Hawezi anatoka, anatoka, anatoka, kuwa na magamba. Magamba yote nimeyaondoa anakuwa mlaini kama kama mlenda, anakuwa mlaini kama mlenda. Pokea nguvu ya kumfanya wewe laini kama mlenda. Anakuwa mlaini kama mlenda, anatoka kama mlenda eh, anatoka kama mlenda huyo nyoka, nyoka wa uchawi, nyoka wa uchawi. Ni mkoba, ni mkoba, wanataka abebe mkoba. Mkoba unatoka, mkoba unatoka, mkoba unatoka, anakuwa laini. Mkoba unakuwa laini kama mlenda, mkoba unakuwa laini kama mlenda, mkoba unakuwa laini kama mlenda, mkoba unakuwa laini kama mlenda mkoma unakuwa laini kama mlenda mkoba mkoba mkoba mkoba mkoba mkoba mkoba mkoba mkoba mkoba mkoba, toa toa toa toa toa toa toa toa toa toa kumpa. Anataka mkoba. Eh, eh, mnamlazimisha, mnamlazimisha mkoba. Kwa nini mnamlazimisha? Kwa nini mnamlazimisha? Nauliza kwa nini mnamlazimisha? Eh. Kwanini mnamlazimisha? Baba, mkoba huu ni nyoka. Mkoba huu ni nyoka. Toa tumboni. Malaika mgeuze, mgeuze huyo nyoka. Natamka mgeuze huyo nyoka, mgeuze nyoka. Hey, atoke kama kama mlenda atoke, kama mlenda. Toka kama mlenda, kama mlenda. Hey. Toka kama mlenda, geuza anatoka, hey! Mkoba wanataka awe mchawi awe kwenye kundi lao asiwa anaomba kuwachoma Baba, leo mkoba unatoka kwenye mwili wake, mkoba unatoka

Mkoba natoka tumboni. Mkoba natoka. Alikula kitu, alikula kiazi. Alikula viazi, alikula viazi, alikula viazi. Aliletewa viazi. Kumbe ulikuwa ni mkoba. Kumbe ulikuwa ni mkoba. Mkoba leo nayeyuka. Mkoba nakuwa maji. Mkoba natoka. Mkoba natoka. Mkoba wote natoka. Na unayeyuka, na unateketea. Mkoba natoka. Mkoba unatoka. Mama mkwe, mama mzazi, mama uliyolewa na baba yake. Mkoba wako Arusha. Toka, toa mkoba.